na sikitu hii ya leo Jumatano watukusomeana masala ya fiqhu tahawulat kujua mabadiliko ya nyakati tunazoziishi kukompea na nyakati zilizokuwa za zetu zilizopita, ili tu ku, kupata riwaza njema, njema riwaza njema au kiigo chema kitusaidie kupunguza hizi changamoto kwenye maisha yetu ya kila siku. Wiki iliyopita tulikuwa tumesangalia hadithi ambazo zilikuwa zinatuamrisha kumtii na kumsikiliza kiongozi lakini, pia tukaambiwa usimtii na kumsikiliza katika upande wa maasi, na ikiwa hakuna budi, basi ufanye namna ambayo tunasema ya kati na kati. Kwa sababu hadithi hadith zimekuja kwamba mkimuona mtawala wenu chochote kile kinawakira kinawaudhi, basi chukie tendo lake na wala msigombane katika waji nyingine kweni nasuura mpaka mtakukutana na mimi. Kisha tuwaeza kuambiwa hadithi kwamba hakuna fa laisa ulaika alaykum taa, yani wale watu ambao viongozi lakini wanaamrisha masia, hamna nyinyi ulazima kuwatii. Na wanachuura wanatambia katika qaida ilmiya: i'malu dalilaini aula min ihmalihima Kuzitumia dalili mbili zimekuja zote, zimekuja dalili mbili na zote ni sahihi, basi kuzitumia zote mbili ni bora kuliko kuziacha zote mbili. Kwa ndio kasema kwamba yani mtu ikitokezea hali kwamba hana budi, ndo lazima afuate amri ya kiongozi, na anaona kwamba iko nje ya utaratibu wa kidini na kisheria, basi afanya katika njia ya istikrari. Awe katika ka sura yeye ni mukrah na wala asijue asione kwamba ni bora kufanya vile au vinginevyo. Hivyo ndio tulikuwa tumezungumza wiki iliyopita. Leo tunaingia katika kat ka al-khilafatu ar-rashida. Khilafatu ar-rashida mara nyingi sana hii inaitwa inaangalia kat ka alamatu wusta, ni alama zilizo kati na kati.

wa namna ya sultani na uongozi ni Umar ibn Abdul Aziz, kwa ikhtilafu ya wanachuoni wengine wakasema aliandamia sibtu rasul, watoto wajukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wana maelezo yao hawa khulafaa rashidin. Wanachuoni wametunga vitabu kamili vya kuelezea kama Imamu Suyuti ametunga kitabu chake Alkhulafa Arashidin, kitabu kamili. Imamu Iraqi naye na wengineo sahibu Subuluhuda wameeleza kuwaelezea, hambwana kazi yao na maisha yao yaliyokuwa, lakini kwa hapa sio pati yetu kuwaeleza wao walikuwa vipi, pati yetu hapa sisi kukumbushana

muongofu ni ule uongozi maana uongozi ambao ulikuwa hauna dosari katika kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ile letuea kwamba watabdaul khilafa eh, maanake kuna khilafa, kuna sulta pia kuna kumsikiza kiongozi mmoja tu, lakini pia kuna mambo ya mabavu, mabavu kama taakueleza

Alipokuwa ametawalia Sayyidna Abubakar Siddiq kuwa ndio kiongozi, amiri wa umma huu ummahu, tabia ni kama labina la kwanza kabisa, ni kama ndio tofali la kwanza lilowekwa katika matofali ya kujenga marhati khilafat rashida ile ambayo lebo ya makhulafa ar-rashida al almadhumatu bin nass, ambayo imepatikana kwa nasi za sheria.

Innahu kana dhuluma jahula, asiiteremsha amana katika majabali, mbingu, ardhi zikaona uzito, na sisi tukaziona huruma, zikajiona huruma na sisi nasi tukaziona huruma, kuozia taklifu kama hiyo, lakini kama lakini taklifu kama hiyo akaibeba nani? Mwanadamu. Innahu kana dhuluma jahula, ak mwanadamu amejitia katika dhulma, manake amekuwa mwenye tabia ya kujidhulumu mwenyewe. Kwanini kudhulumu? kuchukua amana kudhulumu? kwanini kudhulumu? manake ukienda against na ile amana, umejitia kwenye janga, na kujitia kwenye janga ndio umejidhulumu mwenye nafsi yako. Ni sawasawa, una pesa una afya, lakini unaiharibu afya yako au ile pesa hufaidiki nayo kinene kujidhulumu. Kwa hiyo na wewe kwa kubeba hii amana umejidhulumu, utaifanya ilivyo ndivyo au utaenda sivyo ndivyo? donagasaaamiaaamana intiqal al-amana, kutoka hii amana, min man bi marhalati risala, katika kipindi cha utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ila marhalati khilafa, kwenda katika eh, marhala au levo au stage ya nini ya uongozi usiokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bi shurutiha almu'tabara wa shart zakat ambayo zinajulikana katika sheria, nayo ni nini? Ni salama. Eh, shart kubwa sana ni ile salama, salamatul khulafa, yani wale makhulafa wanakuwa ni wenye kusalimika kwa mambo ya aib, kwa mambo ambayo yatawafanya wasiweze kuwa

Tunaposema salamatul marhala, maana yake ni salamatul khilafa dhatiha, ile dhati ya khilafa. Ile khilafa imekuja katika mfumo wa sheria au mtu amejichukulia mabavu? Sasa hakuna mapinduzi hapo eh. Kwa hiyo ni salamu, tunasema tunasema kwamba marhatu khilafa, maana ni salamatul khilafa. Ile khilafa inapatikana kwa tunasema demokrasia, kwa rai, kwa kuchagua, sio kwa mabavu, mabavu kama namna nyingine zinakuwa zinafanyika. Kwa hiyo kwa hata kuna masala yote wanakuwa na ijma'i, wanakusanyika masahabu, anasema jambo hili litakwenda kadha kadha kadha, na ndio Mtume aa anatuambia kuliashiria hilo kwamba yeye atakapokufa kutakuja nini na itakuwaje katika hadithi sahihi ambayo okay, imepokea Imamu Muslim Abi Daudi Bia, bia Suyuti, bia na wengineo katika jamii saghiri pia ya Suyuti umetaja na wanachuoni umezisahihisha hadithi kama hizi kwemo Albani miongoni mwao wameisahihisha hadithi kama hii kwa kusema kwamba mtuza anasema, wafiha yaqulu sallallahu alayhi wa salam khilafatu nubuwati thalathuna sana Khilafa, yani ile uongozi wa mtu mmoja ambaye aliokuwa ameridhiwa utakuwepo huu kwa muda wa miaka 30, utakuwepo kwa muda wa miaka 30. Thumma yati llahu thumma yati llahu almulk, kisha Mwenyezi Mungu ataleta mambo mungu ya ufalme. Ufalme sasa sio ule uongozi eh, mulk mulk ubosi ubosi, ambayo ndio watu wanakipenda wakati wetu. Khilafa, uongozi ambao ulikuwa hauna majambo kama hayo, manake ni ile leadership. Khilafa, uongozi ambao hauna manake. Kuna tofauti ya mtu kuwa bosi na kuwa mtu leader. Kuwa mtu ni kiongozi, kiongozi manake ni solve problem solver. Yani yeye anakuwa ni mtu anaangalia matatizo afanye nini, lakini bosi anakuwa yeye anataka kuhudumiwa, si sana mtu kutaka watatue matatizo. Katika kitabu moja vya adabu, katika kitabu vya adabu vinaofundisha namna gani ya uongozi au namna gani ya kuishi na wazi wa wanadamu imeandika kwamba wana sana ama unatakiwa, unatakiwa uwe kiongozi na usiwe mtaka huduma. Taka huduma hata kijibegi chake hawezi kubeba, eh, lazima awe na mwingine saaana. Naonea uma watu wake, uko tayari akose yeye, lakini watu wake wapate. Ukijiona una hali hiyo kwamba uko tayari ukose wewe lakini watoka wapate, ujue wewe ni kiongozi. Lakini kwamba wewe wengine wanyimike, nipate mimi, ujue wewe ni bosi, maana unakuwa na elementi kama hizo zisiokuwa sahihi. Kwa hiyo akasema kwamba thumma yutillahu mulka, kisha atauleta ufalme man yashau, kwa yule ambaye amtakaye kumpa, katika yule ambaye amtakaye kumpa

ule utawala bora uongozi wenye haki utakuwa ni kwa muda wa miaka 30 tu asapiga hesabu toka hiyo miaka baki sasa tuko 1447 khilafa imeisha lini yani imeisha zamani sana 30 sana thumma mulku baada dhalika kisha itakuwa ni ufaume baada ya hapo itakuwa ni kupia na mabavu tu

Manake ni, ni, ni, ni, ni akhlaq na tabia nzuri, warahma rahma, na na huruma. Thumma yakunu khilafata warahma, kisha takuja khilafa na huruma pia. Ndio masahaba kaona wanafanya tunu wanafanya alama wanafanya sugudu, tunasema sisi wenyewe wenyewo saidi kwa kubeba mizigo, kuhudumia watu Amiru Muminina alionekana na alama za kubeba mizigo kwa kwa watu kwa ajili ya kutumikiwa watu, Sayyidina Umar bin Khattab na wengineo. Maanake wananini, wamebeba khilafa wa rahma, wamebeba ule uongozi na huruma, huruma juu yao. Tunatuambia baada ya kumaizika yee, itakuja khilafa. Thumma mulkun wa rahma, kisha itakuja sasa ufalme na rahma na Uthman Empire, dola ya Uthmania, ufalme, lakini al kuna rahma, kila mtu apata haki yake, maendeleo yako na mengineyo. Baada ya hapo, thumma yakun mulkan wa jabaria, kisha baada hapo utakuja ufalme wa ubepari. Jabaria bali kulazimishana tu, utaki hivi hakuna msaada, saini contract hiyo kwamba eh, Shoga ni biashara huru, utake, hakuna msaada. Itakuja ufalme huo mulku jabaria. Katika riwaya nyingine sasa, mulku al-abud ufalme wa kutafunana sasa, ametokea mt tusiwe mmoja hao si es amatkshas unataka ufanya nini? maana kwamba tusiwe miongoni mwa hao. kwa levo zote tusiwe kuanzia ngazi ya juu mpaka chini, kusudia mnacho mnacho, kutoka kwa president huko mpaka baba wa nyumbani, ukiwa ni bosi kazini, kiongozi kwenye kampuni, kwenye kadha wa kadha, basi ufikirie maneno haya. Kwa mtusi anasema dini yenu ilivyo mwanzo wake ni utume na rehema, kisha inakuja uongozi na rehema kisha inakuja ufalme na rehema. Kisha baada ya hapo inakuja ufalme wa nini? Aladub wa kutafunana, jabaria wa kutozana nguvu, aliyokuwa na nguvu ndio mwenye final say. Sasa hayo tuangalie, kiama kipo au hakipo, kwa maana ndio mengi tunayaisha. Sasa maana ya kukumbushana hadithi kama hizi ni vipi? Maana yake wewe uondoke kwenye hali hiyo usini jaribu kuwa ni muongozi, usini kuwa ni mtu mtia dhiki watu, kwa sababu Allah amekupa hata watu wa nyumbani wale, wal tunaambiwa wafanya kazi wa nyumbani ya e, iko topiki ya khasa tusanasema katika moja ya hadithi a Mwenyezi Mungu khawalakum amawafanya wako chini yenu nyinyi, fainuhu wasaidieni wao, ilam ikiwa hawatoweza kazi kufanya wasaidieni kiwezekana, wale mnachokula wavae, mnachovaa na mkiona mna kazi mazidi, wapeni msaada. Kazi yako umeona, mfanya kazi mmoja itoshe, ongeza mwingine, unakuwa ndo, unakuwa hapa msaada namna hiyo, unaweza wenye kumsaidia, ndo kubeba, msaidie. Hivi ndo alivyokuwa mwenye Mtume sallallahu so. alaihi wasallam na yeye ndio tunasema, hata ukitaka kukompea na watu wote ambao ni highly people effective in the world hauwezi ukampata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa anaenda kwa kusuluhisha majambo, sio kama mimi ana kabirun faadhimun, mimi ndio mkubwa wenu mnitukuze. A a, haitakiwi tuwe hivyo yake tumeshaingiza kiama chetu na kiama. Sasa mtu anakuwa nacho peke yake, peke yake ya kiama. bana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Madina, mtume kumaliza kujenga msikiti wa Madina, jaa Abubakar bihajarin

Imam Naim bin Hammadi katika Al-Fitan mambo yatakuja ya fitna, fitna wa, wa Islam, kwa fitni wa waislamu na waumini. kwa mtume alipokuwa anajenga msikiti wa Madina, kuujenga ule msikiti wa Madina, acha yule kubwa na mambo yake, msikiti wa Madina, wakati tunafanya pilika pilika za kujenga, akaja Abubakar yani katika ile kufanya jambo lieni kanbaabeba zege katika ule ujenzi akaweka, akaja saina Omar naye akabeba zege akaweka, akaja saina Uthmani hivyo hivyo, akaja saina Ali hivyo hivyo, akasema tuso sana haulai yaluna al khilafa baadi hii hadithi mara nyingi sana ndio tunayosema ahlus sunna wal jamaa kusema kwamba hakuna, kwamba sayyid Ali mpokonywa, alikuwa haki yake ni yeye, kwamba ndio apewa khilafa kwanza kabisa. Sasa sisi Sunni ahlus sunna wal jamaa, kuna riwaya, riwaya ambazo zimesihi, tunazipokea kwa za masahaba, ule utaratibu uliokuwa sasa hivi ndio wako vile vile kwa ubora. Ama mtu ukienda katika personality yake yake, wana daraja tofauti kila mmoja alikuwa na daraja tofauti. Ukimsikiza mtume sasa, anavyoeleza baabewashinda wa wezie sliambiwa ndo mmoja katika watu ambao wenye firasa kubwa kuliko wezie, kwa kila mmoja alipewa. Lakini tukija katika ile umoja wao na namna yao, ni nani aliye khilafa, ndo hadithi kama ili. kwa hivyo, hiviliabiwemajiwe mtume kaona hawa ni viongozi hawa sio mabosi. Kwa hiyo haulai, akasema Mtume yaluna khilafati baadi haulai, ndio watatawalia uongozi baada yangu mimi. Sasa Mtume tuamba miaka 30 utawala ulikuwaje? miaka 30 utakuaje? Tutakuja kwa sababu kila mmoja itawalia miaka miaka miwili, na miaa Bakari miaka miwili na miezi minne, na wale wengine miaka minne na miezi sita, mpaka unakuta unaipata ile 30 iko vile vile, imepungua muda mmoja au miezi kadhaa, na kuja khilafa baada yake ili sisi si, tuwe miongoni mwa hao tusiwe miongoni mwa wab pale mabosi, tuwe viongozi e, kiongozi unakubali kushauriwa, unachukua rai kwa wengine, unaifanyia kazi. Kuna shida unatafuta solution, sio kuna shida ni unawajenga eh, ni watu, kwa sababu mtu ana udhaifu huku, lakini ana strength huku natumia strength yake kumjenga aondoe ile weakness. hivi ndio kwa mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam a machache atujalie ambao aufs